Kitabu chake kitakatifu Qur'ani na kupitia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi na maneno ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lakini kuna swali muhimu ya takikana kila mmoja wetu ajiulize kwa kuwa hii wiki ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imekwisha, je, katika haya mazuri yote ambayo tumeambiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, je, mimi nimeyapata kwa kiasi gani? Nimeweza kuyachuma mazuri haya ambayo tumeambiwa na mtume sallallahu alaihi wa ali au la? Kwa maana kuna mambo muhimu sana katika maisha yetu, ni lazima tuyazingatie na hata nakumbuka kabla ya siku tatu nne, nikizungumza na baadhi ya ndugu zangu nikisema, kwa kuwa katika maisha yetu ni muhimu sana tuwe na kipimo ambacho tunapimia mafanikio yetu, kwa sababu ikiwa chochote tunachokifanya, sawa sawa ni katika ibada sawasawa ni katika biashara, sawasawa ni katika maendeleo aina yoyote. Ikiwa nitakosa kipimo cha kuyapima maendeleo yale au kazi yangu ile, basi tutakuta mara nyingine, siku zote, miaka yote, mimi niko hapa hapa. Na hili ndilo tatizo kubwa ambalo linatupata katika jamii zetu, kwa sababu ikiwa ni mwezi mtukufu ni mwezi uliojaa mazuri ndani yake. Je, mimi katika hizi siku ambazo nimeshazimaliza, je nimeshapima? Nimeshaweka kipimo nikaangalia, kwa kuwa mimi nimeweza kufikia kiwango gani? Haya mafanikio ambayo tumeambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ikiwa mimi sikuweza kufikia hata asilimia tano sita saba kumi ina maana ni mhasirika. Lakini sasa tatizo kubwa ni kwa sababu hiki kipimo hatuna. Naona alhamdulillah nnakaa na njaa siku mzima na Qurani kidogo pia naipiga ipiga, e, e, basi mimi nafikiria kwa kwa nimeingia katika wale watu ambao wameambiwa wako ndani ya ugeni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, na hali ya kuwala la bado sijaingia, kwa sababu ikiwa nimeingia ni lazima niwe na hiki kipimo. Wasomi wanatuambia kwa kuwa wewe ukikosa mizani ya kupimia mafanikio yako, basi kwa mtazamo wa wenye akili, ni kwa kuwa wewe umefeli katika maisha yako, kwa sababu leo mfanyi biashara, wacha mambo ya mwezi na mwaka, kila siku jioni anapofunga biashara yake, anakaa, anapiga hesabu kuangalia kwa kuwa mimi nimefanikiwa kwa kiasi gani katika biashara yangu ya leo na ikiwa mfanyibiashara atakosa kipimo hiki, basi ina maana yeye atakuwa siku zote huwa fanya kazi za machofu, au ni kazi za machofu, hazina natija aina yoyote. Na ndio kuna mwandishi mmoja ameandika kitabu chake, asili ni cha Kiingereza lakini yeye amekitranslate amekitarjum kwa lugha ya Kiarabu, anakiita Fanu Idarati Almawaqif, fani ya kupangilia matukio au fani ya kupambana na matukio, na anasema matukio yote anayoyaeleza ndani ya kitabu hiki ni matukio ya kweli, si matukio ya kutungwa. Kuna kisa kimoja juzi niliwatolea baadhi ya ndugu zangu, asema kuna mtoto alikwenda kwenye duka, kuna zile simu ambazo unaweza kutumia shilingi shilingi. Mtoto kwa sababu ni mfupi akaweka kijimeza, akapanda akatia, akapiga simu. Sasa yule mzee ambaye yuko dukani akajaribu kusogea kwa karibu, kutaka kumsikiliza huyo mtoto yezungumza nini. Mtoto mdogo yule mtoto alipopiga simu, akasalimia, aka kisha akamwambia, samahani, mimi najua wewe ni mama, uko na nyumba yako, uko na bustani mimi ninaomba kazi la kulitazama na kulisafisha na kulinosheleza bustani lako mama. Akamwambia asante mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi si mimi niko na mtoto anayenifanyia kazi hiyo, sihitaji mtu mwingine. Mtoto akamwambia, mama, yule uliyempatia kazi mshahara unaompa mimi niko tayari kuchukua nusu wa mshahara ule. Ukinipatia nusu wa ule mshahara mimi nitatosheka. Mama akamwambia la, mimi nimeridhika na huyu mtoto ambaye ananifanyia kazi. Akamwambia mama, mimi nitakusafishia mpaka nje pia ya bustani pale, nitakusafishia. Akajitahidi kwa juhudi, mama kimjibu hivi yule, wasema hivi. Mwisho ule, mama akamwambia, la, mimi siko tayari hata kunifanyia kazi bure, kwa maana mimi nimeridhika na kazi ya huyu mtoto ambaye wanifanyia kazi. Mtoto akapata siri akashuka. Alipotaka kuondoka, yule mzee akamwita, mzee akamwambia, mimi nitakupatia kazi hapa dukani kwangu, na ni nimefurahi sana na juhudi zako kwa sababu umepambana kutaka kuitafuta kazi, lakini kwa nini umefanya juhudi hizi mpaka kuchukua kutaka mshahara wa chini namna hii? Mtoto akamwambia, asante, mimi sitaki kazi. Akamwambia, sasa juhudi zote zile ilikuwa ni za nini? Akamwambia yule mtoto aliyekuwa mama akimzungumzia kwa kuwa ameridhika na yeye ni mimi, mimi ndio ninayefanya kazi kwake, lakini nilitaka kuipigia ile simu kujua kwa kuwa je yule mama yuko radhi na mimi au la, je yuko radhi na kazi zangu au la Huyu mzee akafikiria, akaona huyu si mtoto, ni mtoto ukia umri tu, lakini akili ni ya utu uzima, kwa sababu amejua kipimo cha mafanikio yake, atakapoangalia kwa kuwa kazi inaozifanya kumfanyia yule mama, je, hizi kazi zina mafanikio? Yule mama anaridhika nazo? Kwa sababu alipomwambia k kwa, mimi niko tayari mpaka kuchukua nusu ya mshahara ya huyo mtoto naimpatia mama, nikataa Mduka, kwa kuwa mama ameriikaa. Sasa tujiulize, ndio mwenye kitabu anasema ndio inahitajika katika maisha yetu. Mara kwa mara tuhakikishe tumekiweka hiki kipimo kuangalia ufanisi wa harakati zetu, ufanisi wa mambo yetu. Je, tumefanikiwa kiasi gani? Kwa sababu lau yule mama angekuwa tayari kuchukua kumchukua huyu mtoto na kumpa nusu ya mshahara, ina maana angekuwa wazi hakuridhika na kazi za yule mtoto anayefanya kazi kwake. Lakini kwa sababu alikataa na kuonyesha kwa kwa nini nimeridhika, ni kwa kuwa mia kwa mia mtoto amefanikiwa katika lile aliyokuwa analopigania. Lakini sisi wacha kazi za duniani kibiashara, ambapo utakuta miaka nenda miaka rudi liko hapo hapo, siendi mbele Wacha biashara za kidunia, hata za akhira, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kufanya biashara na yeye pia, hatuna kipimo. Sasa je, ikiwa hatuna hiki kipimo, tutaweza vipi kusema kwa kuwa sisi tumefanikiwa? Au ni kama alivyosema Imamu Ali salamullahi alayhi, kwa kuwa ukiumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na ukawa kweli umeufunga vile inavyotakiwa, basi ndio yastahiki kweli usherehekee kwa kwenye sikukuu kwa sababu gani? Kwa sababu wewe kupitia mwezi wa Ramadhani umefungua ukurasa mpya wa maisha yako. Lakini ikiwa itakuwa hatukuweza kuufungua ukurasa mpya wa maisha yetu, kwa maana hatukuweza kuyapima mafanikio yetu kujua kwa kuamini, kabla ya Ramadhani nilikuwa wapi, na leo Ramadhani tarehe sita, tarehe saba, ni tarehe tano, mimi nimefikia wapi? Basi itakuwa kwa maana mimi sina kipimo na sijui, kwa maana nilipokuwepo jana ni wapi sijui, na leo nimefikia wapi pia sijui. Kwa hiyo itakuwa ni yale yale, kwa kwa sisi tunafunga kwa kujiweka njaa, ijapokuwa mmara nyingine si lazima niangalie mafanikio, kwa sababu tukiangalia katika maisha yetu, kuna wakati amfano chombo kinapokuwa kichafu, ukichukua maziwa ukayaweka, yale maziwa yanaharibika. Sisi wetu tunasema yanakatika kwa sababu chombo ni kichafu, pengine kilikuwa na chakula au kilikuwa na nini. Na hata kile chombo kikiwa ni kichafu, ukitia maji bila mani ya kukiosha, yale maji hata yakiwa ni masafi pia atachafuka gani kwa sababu chombo ni kichafu. Kwa hiyo, kuna baadhi ya mbinu za kufanya biashara. Kabla ya kuangalia mafanikio, kwanza inatakiwa uziangalie hizi vizingiti ambavyo vinaziwia kukupeleka kwenye mafanikio, kwa sababu katika kila jambo unalolifanya unakuwa na pazia. Sasa mimi ikiwa ninafanya biashara sijaweza kugundua mafanikio yangu, sijaweza kugundua zile pazia ambazo zinaziwia kunifikisha mimi kwenye mafanikio, au vile vizingiti ambavyo vinaniziwia kufani kufika kwenye mafanikio, basi itakuwa biashara hiyo haina faida aina yoyote, kwa sababu itakuwa ndio lile tatizo linalosema kukuwaweza kumpata mtu watafuta suluhisho la matatizo hali ya kuwa kwanza hajahakikisha uwepo wa matatizo. Kwa sababu mimi ninapokuja kutafuta mbinu za matatizo, kwanza si lazima nihakikishe uwepo wa matatizo? hizi mbinu nitazitafuta nini? Kwanza nihakikishe haya matatizo yako, na ni matatizo aina gani, ni changamoto aina gani, ni vizingiti aina gani? Ni pazia zina uzito na ugumu aina gani? Kisha ndio nipange mikakati, nipange mbinu za kuweza kupambana na changamoto kama hizo, kwa sababu ikiwa mimi sitoweza kujua yale matatizo yako wapi na ni magumu kiasi gani, ni mazito kiasi gani, itakuwa ni kupigana na hewa, itakuwa siku zote tuko hapo hapo, ndio wanaposema itakuwa twenda hatuoni kama twenda tusimeme. Na hili ndilo tatizo letu kubwa, ambapo sisi jamii zetu si jamii kwa kuwa zimeanza jana na leo, ni jamii tumeanza kitambo. Jamii alhamdulillah, tuko na wasomi wawili watatu pia wapo, lakini mpaka leo ni jamii ambazo hatujielewi, na mimi ndio hupenda kusema ule mfano Alimamu Ali sallallahu alayhi anausema kama alahya, tumekuwa ni jamii ambazo ni majumbi yanatembea barabarani. Kwa maana hatuna hisia zozote, hatuna majukumu aina yoyote, hatuna ratiba aina yoyote. Kwa maana twenda twenda tu, hatujui tulipotoka ni wapi, na hatujui tunapostahiki twende ni wapi, kwa sababu hatuna malengo. Mwisho tunakuwa sawa sawa sisi na vichani sawa sawa. Sisi na wandazimu ni sawasawa sawa. Kwa sababu yule mwandazimu ni kwa kuwa hana akili to alkala ameongoshewa kwa hukumu, ameongoshewa taklifu. Mimi na wewe ambao tunadai ni watu wenye akili, ni watu wazima, ni watu tuliokomaa, kwa nini tunafanya matendo yetu sawasawa na yule kichana yule mwandazimu? Si waona, kwa kwa sisi tutakuwa ni ile ashat, tutakuwa summun bukmun umyun fahum la yaqiluna, tuna macho hatuyaonei tuna masikio hatusikii, tuna miguu hatuielewi, tuna nguvu hatuzitumii. Kwa maana tutakuwa ni maiti tupo tupu, hatujielewi atujitanguu. Kwa sababu leo unapompata mama miaka kumi ishirini, wauza viazi kwenye karai, na miaka kumi ishirini kwakwa kwa haendi mbele na wala hawezi kukaa akaangalia tatizo liko wapi, kwa nini mimi sizoni mbele. Sioni ni tatizo, lakini sasa kwa sababu tumekikosa hiki kipimo, si kipimo cha kupima mafanikio wala si kipimo cha kujua matatizo na changamoto tulizo nazo ni zipi, au changamoto zinazotukabili ni zipi? Kwa hiyo tuenda tuenda tu kama vipofu. Ndio vikofu, niosubm tunatembea kipofupofu, kwa hiyo mpaka mwingine atushike na nisiposhikwa mkono basi siwezi kujua zuri wala siwezi kujua baya. Nisiposhikwa mkono hata futari yangu pia sitoipata kwa sababu sija- yule aliyenishika mkono hajaninyoshea mkono kwenye pati ya futari, siwaona futari. Tutakuwa ni umma namna gani? Kwa hiyo, na ndio tukirudi katika Qur'ani, na ndio huu ni mtangulizi katika Qur'ani, hizi changamoto ambazo inatakiwa tuzisome na tuziangalie kwa umakini sana sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu kuna zile changamoto ambazo ni hatari zaidi, ni changamoto ambazo zinakula polepole pole, uki mpaka mwisho utakuta umma umekwisha, umma umesambaratika, umma haujielewi.